Wananchi wa kitongoji cha Muungano kilichopo kata ya Muungano wilayani Same mkoani Kilimanjaro wameepukana na adha ya kutembea umbali wa kilomita 60 kufuata huduma za afya pindi umeme unapokatika kwenye eneo lao. Wakiongea mara baada ya kupokea jenereta lililotolewa na Bohari ya Dawa Kanda ya Tanga MSD kwa ajili ya kumaliza changamoto ya ukosefu wa umeme kwenye kituo cha afya. Kwani changamoto tulikuwa tunaenda zaidi ya kilomita 30 kwa ajili ya kufuata huduma hizi. Yaani kwa kupitia jenereta hii katika kituo chetu hiki cha afya, nafikiri changamoto hizo zita, zitaisha na tutaendelea kupata huduma kwa wakati. Jamani, uongozi wa mama, mama sam, Samia Suluhu Hassan, tunakushukuru sana kwa vifaa kama hivi tunavyopata. Jenereta sasa tumepata, tutahudumiwa umeme utakapokatika. Tunakushukuru sana. Nao baadhi ya wataalamu wa afya hospitalini hapo wakaeleza ukubwa wa tatizo. Upatikanaji wa vifaa tiba ikiwa pamoja na majenereta vimetusaidia sana katika vituo ambavyo ni vipya vilikuwa vimejengwa na havikuwa vimeanza huduma ya upasuaji. Kwa hiyo kuanzia sasa tunaamini kabisa na tunatarajia huduma hiyo itaenda kuanza ili kuweza kuhudumia wananchi wa maeneo hayo kwa kuwapunguzia umbali na kuwapunguzia changamoto mbalimbali. mbali na ikiwemo hata barabara, wakati mwingine barabara hazipitiki. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, tunaishukuru serikali kwa sababu imesaidia kuwapunguzia wananchi umbali kupitia jenereta hili lililoletwa katika hospitali yetu ya wilaya ya Same. Tutaweza kutatua changamoto ambayo tulikuwa tunaipata mwanzo ya kuwahudumia wa wananchi wetu katika wilaya yetu. Nashukuru sana Bohari ya Dawa MSD kwa kuweza kusambaza dawa kwa wakati na kwa kweli wanajitahidi zaidi ya asilimia tisini na nane tunaweza tukasema wana bidhaa zote ambazo ni muhimu kwa afya. Afisa huduma kwa wateja Bohari ya Dawa Kanda ya Tanga Mary Clement akaeleza lengo la ugawaji wa vifaa hivyo. umeweza kusambaza majenereta manne na vifaa mbalimbali visivyopungua thamani ya milioni mia mbili sitini. Hii yote ni katika kutekeleza wajibu wetu na kuhakikisha huduma zinafikiwa na Uboreshaji mbalimbali wa huduma zetu unaendelea kuimarika kwenye ngazi ya sanati, vituo vya afya na hospitali. Bohari ya Dawa MSD Kanda ya Tanga inahudumia wilaya nne za mkoa wa Tanga pamoja na wilaya ya Same. Amina Omar, Dele News Digital.